Kazini ni utii, umenielewa? Juhudi ya kazi na uadilifu. Haya matatu pamoja na wengine wote anabeba yote, yote, kwa ujumla wake, kwamba utii, kwa maana utii una nidhamu. Juhudi ya kazi, sio tu unafanya kazi kwa juhudi, hata yule anayekusimamia ataona huyu kweli ni mtendaji wa kazi. Lakini uadilifu, fikisha kitu ambacho umeambiwa. Kuna mahusiano ya kimapenzi kazini, na hili kwa kweli ni jambo moja baya sana. Mara nyingi huwa linaleta nguko kwa watumishi. Ukimtaka mtumishi mwenzio, akikubali, mara nyingi kazi huwa inaharibika, na akikataa, ndio huwa inavurugika kabisa, yaani pale ndio panaharibika kuliko maelezo kwa sababu umemtaka hivi alafu siku umemwelekeza kazi na wewe ni msimamizi labda eneo lako umepewa. Nasema hivyo kwa sababu nyie mtafika mahala mnaambia hivyo. Akikataa tu kusema kwamba hii kazi sitaifanya au akikosea ile kazi, huwezi kumwajibisha kwa sababu ni yale yale ah. Sasa imesha kuwa lazima nimemkataa, kwa hiyo kila, kila kosa ni la kwangu. Mnaona ubaya wake. Lugha chafu na kupigana kazini si vizuri, kum, kumjibu mwenzio unavyoona unajibu tu mkato ovyo ovyo. Mm. Na mnatakiwa kuishi kama watu familia moja, mtende mfanye kazi zenu kama kawaida. Kuna kusalimiana, lakini sibe, kuna mnapishana ofisini, mtu anamsalimia mwenzie, mwingine anakaa kimya, au mwingine unauliza kitu, usinisumbue Uh, ni pamoja na hayo lakini vizuri kuwa na lugha nzuri za kuzungumza kuelewana. Mavazi, mavazi, nadhani na nyinyi mnajua, mara nyingi utumishi kwenye serikalini kuna hata mpaka imefika hatua, nadhani kuna bango au mnaliona pale chini, mavazi yasiyostahili. Na heshima ya, ya, ya, ya mtumishi mara nyingi huwa ina, inaonekana hata kuanzia kwenye mavazi tunayovaa yala ambayo mnavaa kwenye vilabu huko kwenye matembezi mengine, sio ya kuleta ofisini. Najua nyewe bado vijana, lakini pia sizui kwenye, kwenye starehe hizi kwenye kuburudika, labda pengine umeamua kwenda kule, lakini sio sasa utu, utuvalie hapa. Tuna majukumu makubwa sana mbele yetu nyinyi pamoja na sisi ambao ni viongozi wenu, wote kwa pamoja tuna majukumu makubwa sana, matarajio ni makubwa. Hata ukisikiliza hata kwa wale ambao mliangalia jana hotuba ya Mheshimiwa Rais baada ya kuwa, kuwaapisha mawaziri na manaibu waziri, unaona kabisa alichokuwa anasisitiza ni kwenda kutanguliza nini, utumishi wako u, u, u, kufanya kazi na wala si vinginevyo. Kwa hiyo matumaini ya wananchi kwa serikali yao ni makubwa. Sasa mnaotegemewa ni nyie na wala si mwingine, ni nyie na sisi wote kwa pamoja.